Hii biashara tunaimaliza siku hizi hizi, hii ikitoka ni mchakamchaka. Nikitoka tuko barabarani Eh. Haya ya ya ya ya yule jaji mwingine yule tutajuana nayo nani? Eh. Habari eh. ah. ah. ya ah. kwetu